Tukiwa tunaelekea msimu wa kilimo, leo tunakuletea makala hii maalum kuhusu kilimo cha mahindi, ambapo hapa utapata kujua ni mbegu gani ya mahindi utumie kulingana na mazingira au mkoa uliopo. Rieta Seed ni wazalishaji na wauzaji wa mbegu za aina mbalimbali mbali. Lakini leo hii tunakuletea aina mbili za mbegu ya mahindi ambazo ni UH6303 ambayo inafaa kwa mikoa yenye mvua nyingi kama vile Mbeya, Iringa, Njombe, Rukwa, Songwe, Ruvuma na Katavi. Na pia kuna mbegu aina ya Situka M1 ambayo inafaa kwa wakulima wa mikoa isiyo na mvua nyingi. Hapa tunazungumzia mikoa ya Dodoma, Singida, Morogoro, Dar es Salaam, pwani Tabora na mikoa mingine ya kanda ya Ziwa. Jina langu naitwa Happy Sikalengo, ni mkurugenzi wa kampuni ya mbegu ya Rieta Seed. Rieta Seed ni kampuni ya mbegu ya kizalendo ambayo ina makao makuu yake mkoani Songwe na ilianzishwa mwaka 2020. Kampuni yetu inajishughulisha na kazi kuu tatu. Kazi ya kwanza ambayo ni kazi ya msingi ni uzalishaji wa mbegu bora kwa tunazo mbegu bora za mazao mbalimbali ambayo nitazielezea hapo baadaye. Kazi yetu ya pili ni kufundisha wakulima ili wakulima waweze kutumia pembejeo za kilimo na zikawapa manufaa, ikiwemo mbegu na mbolea; lazima wafundishwe namna nzuri ya kulima kwao. Kazi yetu hiyo tunaifanya katika sehemu mbalimbali nchini hapa. Kazi yetu ya tatu ni kufanya utafiti. Sasa hivi tunavyoendelea kulima mbegu zilizopo na mbolea zilizopo tunaendelea kutafuta suluhisho kwenye matatizo mengine mapya ambayo yanakuja. Tunajua mbegu bora leo huenda isiwe mbegu bora miaka mitano inayokuja. Kwa hiyo sisi tunaendelea kufanya utafiti kuona kwamba itakapokuja janga la ukame au itakuja janga la ugonjwa fulani, lazima tuwe tuna mbegu ambayo itakabiliana na tatizo hilo. kwa kazi zetu hizo tatu, tunaendelea kuzifanya kila siku. Leo nitaweza kuelezea kwa undani kuhusu uzalishaji na usambazaji wa mbegu. Kwenye hii kazi yetu ya msingi kwenye uzalishaji wa mbegu, kwanza tunatumia mifumo miwili. Mfumo wa kwanza, kampuni ina mashamba yake yenyewe ya ambapo inapeleka mbolea, inalima, inavuna, lakini mfumo wa pili ni kutumia wakulima wazalishaji mbegu wa mkataba, tunaoita contract grower hapa kampuni inawachagua wakulima kadhaa ambao wanakidhi vigezo. Tumeweka kipaumbele sana kwa vijana na kina mama, vijana na kina mama, kwa sababu eh kampuni yetu yenyewe kwanza ni ya vijana. Tunajisikia vizuri sana kufanya kazi na vijana wenzetu kwa sababu vijana wako sharp, vijana wako na nguvu. Kwao tunawachagua hao wakulima ambao mara nyingi ni wakulima wadogo wadogo, tunawageuza wao wazalishaji wa mbegu wa mkataba. Kwenye wazalishaji mbegu wa mkataba, hapa tuna kabla msimu haujaanza tunaingia mkataba na mkulima. Kwa hiyo kwenye ule mkataba wetu tunakuwa tunamuelezea kabisa kwamba mbegu hii ataiuza kwa shilingi ngapi. Kwa hiyo mkulima anapokuwa yuko shambani, anaendelea kuzalisha kilimo chake hata kuwa na wasiwasi wa wasi, kuwaza soko ni nani? Soko atakuwa ni Rieta Seed moja kwa moja. Kwa kisha vuna mbegu tunaenda tunaichukua, tunaenda tunaipima ubora, tunaanza mchakato wa kuiandaa kwa ajili ya kuipeleka kwa wakulima. Kwa mkulima au yule aliyezalisha mbegu kwa mkataba, tunakuwa tunamhakikishia soko la moja kwa moja. Kwa katika mfumo wetu, miwili ya kuzalisha mbegu, mbegu inatoka shambani kwetu na mbegu inatoka kwa contract grower. Tunazikusanya mbegu zote, tunazipeleka godown, sehemu ya kuichakata. Ikionyesha mfano kama hapa, hii ni mbegu ambayo imeshapitia taratibu zote, imeshapelekwa godown, sehemu ya kuchakata ikachambuliwa vizuri ikasafishwa vizuri ikatiwa dawa na rangi. Na kwenye dawa hapa, hizi ni dawa zile ambazo zinaenda kukinga mbegu yetu dhidi ya wadudu na magonjwa ikiwa iko shambani. Kwa hiyo unapopanda mbegu yako huna wasiwasi kwa mbegu italiwa, kwa sababu imepitia taratibu zote na imetiwa dawa. Kwa hiyo hii ni moja ya mbegu yetu, inaitwa Situka M1 ni mbegu ambayo inastahimili katika ukanda wa chini na ukanda wa kati, maeneo kama ya Morogoro, maeneo ya Dodoma na Singida. Ni mbegu ambayo inastahimili sana ukame, inaitwa Situka, sitahimili ukame. Mbegu nzuri sana, na wakulima wengi wa kanda ya ziwa wa maeneo ya Morogoro, Tanga, Mtwara wanaifahamu vizuri sana. Swala la ubora wa mbegu ni jambo muhimu na kipaumbele kikubwa kutoka Rieta Seed. Na hapa anatueleza ni namna gani ambavyo wamekuwa wakizingatia ubora wa mbegu hizi. Ikimaliza mchakato huo, inapewa stika hii hapa. Stika hii ni stika ya udhibiti mbegu, ambayo imetolewa na mamlaka inaitwa Toski. Toski hii ndio inayothibitisha kwamba hii mbegu imepitia viwango vyote vya kuitwa mbegu na mpaka iweze kwenda kwa mkulima. Tunapoanza kuzalisha hayo mashamba ya mbegu, tunapoanza kuyapanda Toski wanakuwa na sisi moja kwa moja, wanatuangalia na kuona kwa mashamba yale yamekizi vigezo vya ubora. Ikiwepo mojawapo kigezo cha ubora ni umbali, shamba la uzalishaji wa mbegu ya mahindi inatakiwa leo umbali wa mita 200 kutoka kwenye mashamba mengine ya mahindi ya kawaida, kuepusha kwamba huu ukoo wa hii mbegu usije ukaharibiwa na mbegu ya jirani. Kwa hiyo wanakuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho, na ikifika mwishoni ndio wanatupa hii nembo ya ubora kwamba hii mbegu sasa wameithibitisha ikifika kwa mkulima anakuangua hii namba, anapiga namba 148 nyota 52 red. Akishaingiza hii namba itampa taarifa zote za hii mbegu: imezalishwa na kampuni gani, ilizalishwa lini, bado iko imara ama sio imara. Na kama hii nembo ni feki, ukiongeza hizo taarifa ambazo utazikuta hapo, utaona kwamba hii mbegu si sahihi. Kwa hiyo tunawashauri wakulima, akinunua mbegu hasa msimu huu wa kilimo ambavyo unaanza, akinunua mbegu, mbegu zote ambazo zinauzwa Tanzania zina hii hii, hii stika ya kudhibiti ubora. Kwa hiyo unachukua uh, simu yako simu ya kawaida tu, unachukua simu yako unahakiki mifuko yako yote kama iko sahihi. Lakini pia kuanzia mwaka jana na mwaka huu mbegu zote zinauzwa kwa mfumo wa ruzuku. Kwa hiyo ukiona, ukiona uh, mbegu yetu kama hii hapa inauzwa kwenye mfumo wa ruzuku tunaona hapa imeandika mbegu ya ruzuku. Kwa hiyo mkulima anapoenda dukani na kununua mbegu, hakikisha kwamba ana namba ya ruzuku ambayo inamtambisha kama ni mkulima na analima eka ngapi. Ukishafika kwa wakala, ataingiza taarifa zako kwenye mfumo wa ruzuku na hivyo ataweza kuskani mbegu, ataskani stika ya kuonyesha kwamba ni mbegu ya ruzuku, ataukabidhi mbegu yako ambapo utalipa kwa bei nafuu, kwa sababu ni bei ya ruzuku. Kwa hiyo hakikisha kwamba, mkulima, mbegu yote unayonunua ina nembo hizo, ina stika ya ruzuku, lakini pia ina stika hiyo, inaonyesha kwamba haijakwanguliwa. Iwe haijakwanguliwa, wewe mkulima ndio ukakwangua. Ikishathibitishwa hii namba mara moja, hauwezi kuthibitisha mara ya pili, itakwambia hii stika hii imeshatumika. Kwa hiyo natoa rai kwa wakulima wote hasa kuelekea msimu huu wa kilimo ambao tunauanza kuhakikisha kwamba unapanda mbegu ambazo ni sahihi, unapanda mbegu ambazo ni bora kutoka kwa wazalishaji wa mbegu wa kuaminika kama Rieta Seed. Mbegu yetu ikishatoka shambani, tukishavuna mbegu yetu, nataka kuelezea mchakato wa mbegu, inapitia hatua gani mpaka inaenda kwa mkulima, tangu kuvuna mbegu ikishavunwa tutaipukuchua kawaida pale pale shambani. Sisi tunaipukuchua kwa, tuna vi mashine na viwanda vidogo pale pale maeneo ya shambani. Mbegu itachambuliwa vizuri, itaondolewa magunzi yaliyooza, yatawekwa magunzi mazuri tu ambayo yana punje zinazostahili kwa mbegu. Itapukuchuliwa kwa, tunasema mbegu imeshaanza kufanya, imeshaanza kuchakatwa. Baada ya kupukuchuliwa, mbegu itasafirishwa, itapelekwa kwenye gala, ambapo kwenye gala hapa tuna kiwanda cha kuweza kufanya usafi wa mbegu, lakini pia kutia dawa mbegu, lakini pia tunafanya kazi ya kutenganisha, tuna mashine ya kutenganisha mbegu ndogo na mbegu kubwa. Sisi tunataka punje kubwa tu, tunataka punje kubwa. Kwa hivyo mbegu ikisha fika, ikisha fika kwenye ghala yetu ambayo ina pana kiwanda, cha kwanza kabisa inapitishwa kwenye mashine ya usafi. Kwa hiyo hii mashine ya usafi yenyewe itatoa takataka zote magunzi, e, vumbi takataka zote ambazo zimetoka shambani itaacha mbegu piwa, ikiwa piwa peke yake. Hatua ya pili mbegu inapitia kwenye mchakato wa kuitenganisha. Hapa tunatoa punje ndogo sana zinaondoka, na punje kubwa kupitiliza nazo zinaondoka. Nafikiri kwa wakulima watakuwa wanafahamu, e, miaka ya nyuma au e, mababu zetu, bibi zetu walikuwa wanakifanya, akishavuna yale magunzi yake anayaweka kwenye moshi pale juu, lakini wakati wa kuja kupanda walikuwa wanatuambia kwamba tupukuchue tu e, eh, mahindi ya katikati. Ni kwa nini? Mahindi ya punje zilizoko juu zinakuwa ndogo sana, zilizoko chini zinakuwa kubwa sana. Sio kwamba hazitazaa, hapana, kuzaa zitazaa, lakini walichokuwa wanakifanya ni kwamba anataka punje zenye mfanano, zenye saizi ya kufanana. Punje zenye saizi ya kufanana, ukizipanda zinaota zote kwa pamoja punje ndogo na punje kubwa zinapoota, punje kubwa itakuwa na, in, in, inaota kwa spidi kuliko punje ndogo ingawa baadaye utaona zote zinaenda kwama kufanana. Kwa hiyo tunatenganisha punje ndogo sana tunaziondoa na punje kubwa sana tunaziondoa. Hiyo ni sababu ya kwanza, kama nilivyosema, ni ili ziote kwa kufanana. Lakini sababu ya pili ni, sasa hivi kilimo kimesonga mbele sana, kuna watu wanatumia planta, wanapanda na planta. Sasa zile planta huwa zinakuwa na plate. Sasa ili kusudi mkulima planta yake iweze kuwa na ufanisi, ampelekee punje ambazo zinazolingana, maana kuna plate za kupanda punje ndogo, kuna plate za kupanda punje kubwa na punje za kati. Sasa kama ana plate za kupanda punje ya size ya kati, ukampelekea punje ndogo ndogo nyingi, unakuta kwamba zinaenda nyingi sana kwenye shimo. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini mbegu kutoka Rieta Seed zinaonekana kuwa ni mbegu bora za mahindi kuliko mbegu kutoka katika kampuni zingine. Kwa hiyo baada ya kugrade, tunaita grading. Tukishafanya grading, sasa mbegu yetu inaenda kufanyiwa mchakato wa tatu ambao ni kutiwa dawa. Kwenye hii dawa ambayo tunaenda kuitia kwenye mbegu yetu ni dawa ya aina mbili, tuna dawa za aina mbili, halafu tunaweka na rangi kwenye dawa tunaweka dawa ya kuzuia wadudu. Ni dawa ya kuzuia wadudu wote wa aina zote mbili, wadudu wa, wanaoweza kushambulia mbegu ikiwa iko dukani kwa wakala ama ipo kwa mkulima ameshainunua, anasubiri mwezi mmoja miwili, mvua inyeshe, wale wadudu wa store wote watadhibitiwa na hiyo dawa. Lakini wadudu wa pili ni wale minyoo ambao wanashambulia mbegu ikiwa imepandwa, mbegu ikisha pandwa ikapata maji ikaloana ikataka, inaanza ku, kujiandaa kuota kuna wadudu hasa minyoo wanaitwa nematode kitaalam, kwa lugha ya kigeni huwa wanaanza kushambulia ile mbegu. Kwa hiyo hii hii dawa itazuia pia hao wadudu. Mdudu akishakuja hapa akigusa anakufa. Mbegu punje ikishaota katika ile wiki ya kwanza inakuwa bado ina dawa kwenye majani yake. Kwa hiyo wale wadudu ambao wanaweza kaja kushambulia ile mmea wakiwa bado mdogo watashindwa kutimiza azima yao. Kwa hiyo mbegu yetu itakuwa, mzao wetu itakuwa vizuri. Dawa ya pili ni magonjwa, na magonjwa hasa ambayo tunadhibiti hapa ni magonjwa ya ukungu. Kwa hiyo magonjwa ya ukungu yapo katika maeneo mengi, utaona majani yanababuka. Kwa hii mbegu ikishatiwa hiyo dawa ya kudhibiti huo mayo magonjwa, hautaona ugonjwa ukitokea, hasa katika hatua za mwanzoni. Mmea unavyozidi kukua e, na ugonjwa unaonekana unaendelea, unaweza ukatumia dawa zingine. Kwa hiyo wakati mmea ukiwa bado mdogo, pale pale unaota, unakuwa unakinga hiyo ya wadudu na magonjwa. Kitu cha tatu e, nimesema tunachanganya dawa lakini na rangi. Kwenye rangi hapa, rangi sio sumu, hii ni rangi tu ya kawaida kwao. Kazi yake kwenye mbegu ni kumwonyesha mkulima au yeyote mtumiaji wa mbegu hizi kwamba hii mbegu imetiwa dawa. Mbegu yetu ambayo haijatiwa dawa inakuwa nyeupe tu ya kawaida, lakini mbegu, ili tumwonyeshe mkulima kwamba imetiwa dawa, ni lazima tuweke rangi. Na hili ni takwa la kisheria kwamba lazima uweke rangi kuonyesha kwamba hii sio ya kawaida, na ndio maana e, ukigeuza hapa nyuma utakutana na maandishi yanayosema kwamba mbegu hii imetiwa dawa na hivyo haifai kwa matumizi ya chakula wala mifugo hii. Kwa hiyo kinachoonyesha kwamba imetiwa dawa, unaweza ukaweka maandishi tu, na mtu asiyafuate, asiyapuuzie au mtu akatoa hii mbegu akaipeleka kwenye kifungashio kingine ambacho sio hiki. Kwa hiyo atakihamisha hiyo mbegu, ikiwa iko na rangi hivi, mtu atajua kwamba hii sio mahindi ya kawaida meupe. Kwa hiyo kumfikia mkulima, tunatumia mbinu mbili. Mbinu ya kwanza, sisi tunalo duka moja kwa moja, tunalo duka katika godown yetu. Kwa hiyo mkulima akifika dukani kwetu, akifika hapo dukani kwetu, atanua mbegu moja kwa moja kwa bei ya rejareja anaweza kununua. Lakini njia ya pili ambayo ndio inafanya kazi kwa sana, sisi tunafanya kazi na mawakala ambao wapo katika maeneo mbalimbali kama unafahamu nchi yetu ni kubwa. Rieta haiwezi kuwa na duka kila wilaya. Na bado tukiwa na duka kila wilaya, wa, watumiaji wetu wako kwenye makata na vijiji. Kwa si rahisi kuwafikia huko. Kwa hiyo tunawafikia kwa kutumia mawakala. Wako mawakala katika maeneo mbalimbali vijijini. Kwa wale wanakuja wanunua mbegu zetu kwetu kwa, kwa jumla wanaenda wanaziuza kule kwa rejareja katika maeneo mbalimbali kwenye vijiji, kwenye kata, nchi nzima. Kuweza kupata mbegu yetu moja kwa moja, namba yetu ya kupiga ni 0741 217 222. Hii ni namba ya moja kwa moja, ni namba ya huduma kwa wateja. Ni mkulima anapiga hiyo namba, wakala anapiga hiyo namba Anataka maelezo ya mbegu, anataka kujua mbegu katika kijiji chake katika wilaya yake ataipata wapi? Unapiga hiyo namba ambayo ni 0741 217 222. Hii namba iite simu, ziite tu, ipige wakati wote. Ukipiga saa nane za usiku kama utapata nafasi ya kupokelewa tutazungumza, lakini muda mzuri wa kupiga simu ni asubuhi angalau mpaka saa tatu za usiku vizuri sana. Kwa hiyo namba iko wazi muda wote. Ukipiga tutakwambia mbegu iko wapi, utaipata kwa bei uta gani, katika eneo lako, tutakwambia pia katika eneo lako eh, wakala ambaye tumemthibitisha sisi ni nani. Na kwenye swala la ruzuku, naomba nikumbushe kitu kimoja: wakala yote anataka kuuza mbegu mwaka huu, lazima ingie kwenye mfumo wa ruzuku. Katika kuingia kwenye mfumo wa ruzuku, utawasilisha taarifa za biashara kwetu. Na sisi tutakujumuisha kwenye orodha ya watu ambao watauza mbegu yetu, mbegu ya Rieta kwa ruzuku. Kwa hiyo namba za kuwasilisha taarifa ni namba hiyo hiyo ambayo nimeitaja ambayo ni 0741 217 222. Ukipiga hiyo simu utaelekezwa ni vitu gani ambavyo vinahitajika ili uweze kusajiliwa kwenye mfumo wa ruzuku.